i na chuo kikuu cha Malaysia kwa maana ya kupata wanafunzi wa kwenda kufanya elimu ya juu. Sasa hili somo kwa misikiti mingine yote ni kwamba tunapokwenda misikitini, basi msikiti ni taasisi inayojitosheleza ambayo inaweza ikafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo leo tunazungumzia kusafirisha e, vijana ambao wanakwenda kupata taaluma chini Malaysia, lakini la pili ilikuwa ni baada ya taarifa kuja Masjid Qadiria. E, tungeweza tukakaa kimya tu tukasema, tutatafuta wanafunzi, lakini tukaenda kumuona Sheikh Uthman Kaporo tukiamini kwamba tunahitaji wasomi, wasomi wenye uadilifu. Na kwa sababu kituo hiki cha Ibn Jazal kimekuwa kinaendesha mafunzo mbalimbali mbali, kwa maana ya kuwaelekeza vijana kwenye maadili na ndio maana wanaona kwamba kuna muunganiko wa msikiti kwenda kwenye, kwenye shule ambayo inahifadhisha Qurani kuweza kupata vijana ambao watakwenda kupata elimu hii ili waweze kuwa na maadili mema, tukiamini kwamba watu ambao wamesoma Qurani na wakapata na elimu zingine hawa wanaweza wakawa ni watu bora katika jamii. Lakini la tatu, ili ningependa tulichukue sote kwa ujumla, nilipata kumuuliza profesa Muhammad Swali ambaye ni vice chancellor hiki chuo cha Al-Bukhari, kwamba wanawezaje kuwachukua watu, sababu wao na vijana wanakwenda kusoma, si wanatoka Tanzania, wanatoka nchi mbalimbali na wanalipiwa gharama zote, wakitoa gharama zile za usafiri. Nilimuuliza wanawezaje kufanya hivi, akaniambia siri kubwa. Mwenyewe mwenye chuo chake ambaye amekianzisha ni mtu tu wa kawaida, na hii histori napenda kuizungumza sana kwa sisi Waislamu tuone namna gani Mwenyezi Mungu anaweza kukuletea baraka hata kama utakuwa na kitu kidogo. Alinambia ama alituambia kwamba huyu mwenyewe alianzisha hiki chuo, alianza kazi, mama yake alimuhusia kwamba utakapoanza kazi basi nusu mshahara wako, wapo watu wengine ambao wanahitaji. Mshahara wake wa kwanza ulikuwa ni ringgit Zaki, pesa za kimalaysia 1500. Kwa hiyo alitoa 750 akawapa wahitaji, na zile 750 akawa anatumia yeye mwenyewe. Anasema huu ukawa ndio utaratibu wake wa maisha wa kuwa anatoa sehemu ya kila ambacho anachokipata. Leo hii anasema ana makampuni zaidi ya sitini nchini Malaysia, na ukitaja mabilionea wa Malaysia ni mmojawapo. Siri yake kubwa, alikuwa anatoa sana watu wengi wanadhani, utasema maneno kidogo ya kiuchumi, wengi wanasema wanafikiri kwamba